Jioni tulivu kabisa inatukutanisha katika uwanja wa KMC Complex, Dar es Salaam, wananchi wakiwa na jambo lao dhidi ya Fountain Gate, huku kila timu ikijidhatiti kwa idadi ya watu ambao wako nyuma yao. Salamu kwa wachezaji wa timu zote mbili zikitolewa, waamuzi wa mchezo huu Ahmad Asimba. Kikosi hiki hapa cha wananchi, mabadiliko na wachezaji watano, Abdul Talibu, Msheli Ahmed, Dumbia, Ofen Chikola nao wamo kwenye kikosi cha kwanza, kama ilivyo kwa Shadrack Boka. Fountain Gate, kikosi chao hiki hapa, walinzi watatu nyuma, Habib Musa akianza kwenye mchezo huu, lakini pia Eli Mkono na wao. Dickson Job akiwa tayari kwa mwamuzi, kama ilivyo kwa Derrick Mkombozi, kienda kuchagua wapi ambapo atakwenda kuanza. Amada Simba mara tuanzishia mechi na wananchi wanatoa boli katikati mwa uwanja. Yanga dhidi ya Fountain Gate. Wajaribu kuweka tena mpira kile kinachezwa fauli na anapewa faida Abdalla Kulandana. Celeste kwa kwa Prince Dube. Bado ipo kwake Prince. Tafuta njia ambayo ilekezwe kwenda lango la Yanga. Mwamuzi amempa faida Obina Awara. Dhidi ya Mohamed Dumbia. Bibidi pasi yake imeshafika pembeni kwa Israel. Mwenda. Ah, Israel Mwenda. Anaingiza pasa chini chini kwa nafasi pia naona kwenda moja kwa moja kwa mlinda mlango. Anakamata machupa pili, mpira ambao ulipigwa chini chini na Israel, aligusa Abdallah Kulandana. Wataweza kuondoka katika eneo hilo, wanafanikiwa kugusa mpira. Nambiwa amecheza faul, akishangaa kwamba yeye akufanya vibaya, licha kugusa mpira, lakini bado alikwenda kugusa mwili. Naingia mfukoni na namonesha kadi ya njano mchezaji wa Fountain Gate. Ameoneshwa kadi ya njano ni zuri kwa Yanga kama yupo mpigaji wa yu mipira ya kutenga, lakini open Chikola alifanya hivyo na Tabora, anakwenda Chikola mpira ambao anababatiza kwenye ukuta, na pigwa nyingine kino wanakataa, unaondoshwa na pandu ekwa takulazimisha kwenda anafanikiwa kupita, ameweka pasi pembeni kwa Israel Mwenda, anaingiza pasi ya chini chini tena, kino wanakaa mara. Fountain Gate imefika pasi Jimison mwanuke, imeonekana kwa Ismail Aziz. Kada Kada Ismail batiza mpira kwake ambio uligusa kwenye mkono Shadrack Boka, bado faida anapita nayo wananchi. Shadrack Boka tena, mayday mayday, kwenda kuitenga pasi ya pembeni, aingiza cross ile kwenda kutokea upande wa pili, kwenda kuiba mpira Eli Eldino Mukono, anapewa faida ya kuchezewa, ndivyo sivyo? Alifanikiwa kuwini ule mpira Eldino Eli Mukono, lakini alivuto na Duka Buya Max Nzengeli karibu kupitisha mpira mbao, anaunasa Fountain Gate. Haya, Mohamed Dumbi apitisha kwenye nafasi ya chikola, ekamata pasi ambayo ilinaswa na kupigwa ball. Kaenda kuunasa mlinda mlango machupa kapili, jaribu kupiga pasi ndefu ile fanikiwa, anyanyua anyanyuacross kwenye nafasi dani kule, mpira anapita ule naondoshwa Shadrak Boka mpira aliyopiga wa kros ulipita, hakukuwa na mwananchi yoyote wa kuweza kuucheza ule mpira. Pasi litoka nyuma ikamfikia kipimo alikinyanyua, pengine akitazamia zaidi kwa ambaye yupo karibu na ine iyokuweza kuucheza Abuya piga tena pasi kwa Shadrak Boka imepita. Haya Shadrak Boka ndani ya boks, weka pasi chini kenda na kaimara du Shaban kwenda kucheza mpira. Ismail Aziz Kada fanikiwa kumwacha Kabuya, anaacha pasi pembeni. Sasa wanaondoka Shomari Mponzi. Mponzi Shomari anaamua kujaribu mpira ambao anakatika na kwenda nje, goal kick. Dukabuya amejaribu kupima pasi kwa Maxi, lakini Derrick Mkombozi anavutwa na kuchezewa foul, alikuwa tayari amekaa kwenye njia. Max akaamua kucheza foul kwa naodha wa Fountain Gate. Zengeli, ningeweza cross ndani anatoka mlinda mlango anafanya makosa Boka amenyanyua kumtafuta Prince Dube, anatoa pasi kwa adui. Ismail Aziz ameingia vibaya. Dikson Job Ahmada Simba anaonesha kadi ya njano. Job namna alivyoingia, pengine mwamuzi aliona ni kuhatarisha usalama wa mchezaji mwenzie, lakini hapa mlinda mlango alifanya makosa kwenda kucheza mpira kisha akauseti yule kwa Shadrack Buka lakini hapa ndipo Dube alijaribu kucheza mpira na ikaenda kutokea faul kwa tafsiri ya Mada Simba. Aafanikiwa kuondoka Ekwa, anapoteza mpira. Anauchukua tena Celeste Ekwa, pitisha pasi kwenye njia ya Dumbia, eka pasi ya ndani kwenye njia kinene ambiwa ni penalty. Mada simba anafunika mkojo wa penati pasi na shaka, anamwambia kwa macho yake yote mawili ametazama, pasi ya Mohamed Dumbi alivyopigwa lakini namna mlinzi alivyojiachia kwelikweli, kama anaruka makachu pale Zanzibar, mpira ambao ulikwenda kwenye mgongo, kwenye mkono Shaban Pandu, subiriwa tu kuruhusu huo mpira kupigwa, mwamuzi ya mada simba anasubiriwa yeye yacaremesharehusiwa Prince Prince Dube, muuaji anayetabasamu, this smiling killer, kwenye siku ya jigi jiara anakwenda kuwatanguliza wananchi tangu walote dini lake kuhakikisha wananchi wanapata furaha. Uligonga kwenye mkono le mpira, hesabu za mlinda mlango zilikataa alienda upande mwingine na mpira ukaenda upande mwingine kuwapa Yanga bao la kuongoza. The smiling killer, Prince Dube anawapa utangulizi wananchi. Ile pasi ndefu, anagusa kwa kichwa mpira, Dickson Job boka kwa kasi yake afanikiwa kufika, anonasa eli Mokono, Eldino, Eldino eli mokono anafanya vizuri Eldino, mpira mba bada huko kwenye njia yake. Mokono anatoa nje. Prince, aaba wakuvushwa, mpira mrefu, ametoka msheri na kuondoa, amemwona pembeni huku jemisoni mwanuke anampunguza. Boka ameitoa nje kidogo kwa Ismail. Ismail! off target, aingiza cross. Natoka nje, kona jaribu kudeish mbele ya Henry David mpira uliotoka nje hataliamesharuhusiwa kupiga kona. Ekwa anajaza kwa, kwa kuitoa nje kwa Mohamed Dumbia. Anajaribu Dumbia Kabuya Maxi, Jukabuya pitisha ule mpira kwenye nafasi, hatawai Prince Dube ameuwahi. Mwana wa mfalme kwenda kuitafuta njia na yeye anaingiza cross, unatolewa tena nda ini, anaukamata Machupa, kapili Celeste Ekwa Anaikata pasi zuri ya ndani, ni offside kwa Prince Dube. Kimtazama Prince Dube kwenye nafasi ya kuotea, pasi imetoka Prince akiwa mbele zaidi ya safu ya ulinzi ya Fountain Gate. Aribu kuweka pembeni, boka mefika wa kwanza, nafasi ya mamia tayari, mali metoka nje, a anazungushana mpira wa kona kwenda kutafuta na njia ajaribu kupiga wa chini chini natoka nje bu kuweka nambiwa hakuna faula ya namna hiyo mpira uendelee. Haya, Dixon Job kwenda kupandisha shambulizi na odhaa wa kikosi cha wananchi, amemtengeaekuwa tanguliza anagusa mpira kwa nguvu na kwenda nje, alitanguliza ule chumba na sebule, nyota hatari kweli kweli, meduso baba meduso, wakati ambao abada Simba amepuliza filimbi ya kutwanzishia dakika 45 zingine ficho le mpira amafanikiwa anafanikiwa kuchukua sasa. Eli Mokono bado yuko nayo. Eli peleka ule mpira pembeni. Henry David piga ni on target, lakini haijamsumbua Etile kwa Henry David, lakini haikuwa nzito kwa msheri ofenchikola pitisha ule mpira. Israel Kapasa chichini kwenye njia unaondoshwa lepasi ilipita kamkuta Israel bali ambayo imekwenda nje. Mohamed Umbia pigwa through ball. Anapita Maxi naondocha ole mpira, lelikimkombozi kwenda kuhakikisha mpira hawingii ndani, wakati ambayo Maxi akiugulia maumivu, aligusa kisha akaendelea na safari yake Maxi Zengeli aliupiga mpira lakini deri kimukombozi alikwenda kuhakikisha hakuna kingine ambacho Yanga watakipata kwenye lango lao. Anaikata pasi ya juu kwa Eli Mokono. Eli anafanya kazi nzuri lakini Abdu Twalibu msheri alitoka. Henry msheri anagusa tena mpira kwa mara nyingine utarushwa kwenye lango la Yanga enzi hizo, siniumizie, ni kitu cha kawaida sana kukisikia, pasi na shaka, sauti morolo kabisa zile kwa... Amuzi anaita watabibu kwenda kutazama nini ambacho kimetokea kwa Max Nzengeli, lakini pia yupo chini Prince Dube, mfungaji wa bao anaingia, akiingia sambamba na lasin Koma Koma Magic mchezaji Zouzoua. Pacome Pacome Zouzoua anapewa tena, Pacome Zouzoua bado ipo kwenye njia, Yanga cross ndani, kwa kichwa kile Piro na nje akifanya kazi kubwa sana Pacome Zouzoua, nipe nikupe, pidambao lipita nao, kisha kapiga cross kwa Prince Dube. Goe anakwenda nje, alienda chini deri kimukombozi, wakati ambapo Pacome aliendelea na safari yake, kazi ambayo pasina shaka jigi jiara

kwamba yenyewe ni bao. Zouzoua ameingia na bao lake, bao la pili kwa wananchi. Eneko, pasi ingine ndani, ni set up kwa Dube. Off target, anataka tena lakini mpira unakwenda nje. Ulinasole mpira na Musa, lakini pasi iliyopigwa katengewa Anatoka mchezaji jezi nambari 33 na Israel Patrick Mwenda. Anaingia mchezaji jezi nambari 12 ni bwana Somari Juma, pitisha mpira kwa Eli Mokona, kinaenda moja kwa moja kwa Msheri. Ni wananchi ambao wanazibakisha pointi tatu katika uwanja huu wa KMC, wamekataa kabisa pointi tatu kuondoka na kwenda Babati Shenzu. Lakini Stefane Azizi Ki na rais wa klabu hii ya wananchi Engineer Hels Said wakijaribu kuzungumza. Mechi imekamilika, kutoka uwanja wa KMC, Yanga Sports Club 2 Fountain Gate Football Club 0 kwa